Kisiwani Ukerewe. Ay, ofisi za TAKUKURU zinazinduliwa hapa, acha jengo la zaidi ya shilingi milioni 350 <tutu> kila wilaya na gari jipya. Tunatambua kwamba rushwa ni adui wa haki na maendeleo, hivyo basi jengo hili zuri na jema halitakuwa tu ni ofisi, bali litakuwa ngome ya maadili. Litakuwa ulinzi wa rasilimali na litakuwa kimbilio la wanyonge wanaotafuta haki. Hii ni kuimarisha vita dhidi ya rushwa hasa wakati huu tunapojongea uchaguzi mkuu. Tuna furaha au nina furaha kusema kwamba tunaona hii elimu imewafikia wananchi. Kwa kweli tunaona matendo haya ya rushwa au taarifa za rushwa kuelekea chaguzi kwa kweli ni kama hazipo au zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Ni mkurugenzi wa TAKUKURU Crispin Chalamila. Tuliwataka wananchi wetu wasirubuniwe na wagombea kwa kupokea rushwa ili wawapigie kura, lakini vilevile hata wananchi nao tukawaasa na, na wenyewe wasidai rushwa kutoka kwa wagombea, na kwamba sisi hatutakuwa na muhali. Mtu akibainika tutachukua hatua mara moja, tutamkamata na hatua za kisheria zitafuata. Anasema wananchi wasiushushe utu kwa shekeri. Miaka mitano kukaa bila maendeleo, bila mtu wa kushirikiana naye kutatua kero ni mingi sana lakini jambo baya zaidi katika rushwa kwenye chaguzi, huyo mgombea anavyokupa mwananchi rushwa, manake ameona hiyo ndo thamani yako. Kama akitoa alfu tano alfu kumi hata alfu hamsini kimsingi kwake yeye, hiyo ndo thamani yako. Sasa tumewataka wananchi, tumewaelimisha wananchi hata mara mmoja, wasishushe utu wao na thamani yao kwa kuthaminishwa kwenye pesa. Innocent Alois, Azam News, Mwanza.